Kwa hiyo tutakuwa na mkutano na mkutano huu ni muhimu sana, kwa sababu ni mkutano wa uchaguzi. Ndigo niku, waandishi wa habari na wananchi, chama cha Majaji na Mahakimu kina uongozi, uongozi wake kinaongozwa mk, na ana mkubwa wa chama hicho ambaye anajulikana kama rais wa chama cha majaji na mahakimu, anakuwa na makamu wa rais wa chama hicho lakini, kinakuwa kina katibu wa chama na katibu msaidizi wa chama, kina mweka hazina, lakini pia kina katibu mwenezi. Hao ndio viongozi. Sasa viongozi wanakuwa kwenye madaraka kwa muda wa miaka mitatu, na sisi tuseme tuliteuliwa mwaka elfu mbili na ishirini na moja Disemba. Kwa hiyo kufikia Disemba ishirini na nne tulikuwa tumemaliza muda wetu wa miaka mitatu. Lengo lilivyo kama hitaji muhimu la kukuza eh, na kulinda haki za binadamu, kwa sababu tunasema mahakama isiyokuwa uhuru, mahakimu asiokuwa uhuru, majaji wasiokuwa uhuru ni hatari kwa haki za binadamu na haki za wananchi kwa ujumla, kwa sababu hakimu sio kuwa huru jaji sio kuwa huru, ni rahisi sana kuingiliwa na katoa maamuzi ambayo si ya haki, ni rahisi sana kuingiliwa na akapendelea upande mmoja. Lakini ambaye ni huru kwa msingi ya kwamba, na huru hapa tunamaanisha mambo makubwa makubwa, kwamba asitishwe, kama usipo hukumu hivi utafukuzwa kazi. Kwa hiyo lazima ajira zao zilindwe, na chama chetu kimekuwa kinasitiza kwamba ajira za majaji na mahakimu zilindwe, kiasi kwamba mtu asitishiwe kwamba tu usipohukumu hivi nitakufukuza. Kwa hiyo naona kuna misingi mikubwa na tunashukuru sasa mpaka mahakama yetu ya Tanzania mahakama yetu kwamba na, na, na, na, na, na. Mahakama yetu wameendelea kulinda na kutekeleza, lakini na nchi kwa sababu ni tajiri kwenye katiba la kwamba ni ngumu sana. Kwa mfano, rais akishamteua jaji kumuondoa ni ngumu sana, kusudi isije siku moja katisha kwamba usipohukumu hivi nitakuondoa. Hata kwa mahakimu wetu, kusudi uondoe mahakimu lazima ufuate utaratibu ambao hupo kisheria ni bayana. Uwezi ukaamka asubuhi kasema kakakimu ujatoa hukumu ya, ya, ya kumpendelea mtu fulani, au kwa nini usifanye hivi nitakuondoa kazini. Ipo utaratibu ambazo zimewekwa ngumu kidogo kuhakikisha kwamba zinalinda mahakimu na vitisho hivyo, waendelee kufanya kazi zao kwa uhuru. Watachagua wa, wako huru kumchagua mtu anayemtaka, na tutarajii na ijawahi kutokea uh, uchaguzi aidha kwenda kinyume na matakwa ya wanachama, kwa maana ya aidha wizi wa kura, kwa sababu ni uchaguzi ambao unafanyika wazi. Kwa hiyo kwa vile sasa tumesha toa notes na wanachama wanafahamu tarehe ya uchaguzi. Kwa hiyo wanachama watakuja wakijua kabisa tunaenda kufanya uchaguzi mkuu, lakini uchaguzi huo pia utatanguliwa na baraza tendaji la chama cha majaji na mahakimu, ambalo ndo think tank ya chama chetu cha majaji na mahakimu. Baada ya uchaguzi mkuu, kwa maana ile siku ya Alhamisi, ambapo tutatembelea mbuga ya wanyama ya Mikumi na pia tuta ya ya kutembelea kwa kwa kupanda milima ya safu za Uluguru. Kwa hivyo JMAT hatupo tu katika sheria hapana, bali tupo pia katika kutangaza utalii wa nchi yetu ya Tanzania, tunaendelea kuisupport serikali yetu kwa kufanya utalii wa ndani. Kwa hivyo shime pia kwa Tanzania wengine kuweza kuisupport serikali yetu kwa kufanya utalii wa ndani ili dunia iweze kujua kwamba Tanzania ni nini Tanzania ni nchi ambayo ina mambo gani ndani yake, na hivyo pia kiuchumi tutaweza kuwa tumechangia kwenye pato la taifa.